Una masuala ya makata lakini, mbali na hao, mtazamaji, ni kwamba vijana zaidi ya elfu mbili kutoka eneo la Magarini kaunti ya Kilifi wamefaidika na mradi wa kilimo cha matunda kwa lengo la kuwapa ajira sawia na kuongeza mapato kwani eneo hilo limekuwa likiathirika na hali ya umaskini unaotokana na ukame wa mara kwa mara. Wakizungumza na wanahabari katika hafla iliyoleta pamoja wakulima hao wenye umri wa kati ya miaka 18 na 35, wamedokeza kwamba mradi huo ulioanzishwa na shirika la Ripple Effects imebadilisha taswira ya eneo hilo la Magarini kutokana na mradi huo wa kilimo cha matunda ya mananasi karakamu, maembe pamoja na ufugaji wa kuku. Wakulima wamesema wamepata nafasi ya kujipa ajira baada ya kukamilisha masomo na kukosa nafasi ya kuajiriwa alichosomea. Afisa wa mifugo katika idara ya kilimo eneo la Magarini amesema kwamba wataalam katika idara hiyo wamewapa wakulima hao elimu ya chanjo na jinsi masala ya ufugaji wa kuku huendeshwa kwa lengo la biashara. Mafunzo uh, mazuri, mafunzo bora na pia kupewa angalau mbegu ama za kuanzia uh, kilimo chao. Nashukuru kwa ajili ya Ripple Effect ambao wanazingatia kozi tatu, moja ya passion, amaembe na pineapples. Kitu kile ambacho kama vijana tumesaidika katika huu muradi kwanza ni kupata kazi, kila kijana kuweza kujiajiri, maana hapo mwanzoni tulikuwa tunakaa tu ni kupeleka makaratasi kwenda kuomba kazi, lakini kwa sasa tunaweza kujiajiri kwa upanzi wa mboga passions, maembe na kwa ujuzi ambao wamegharimikia, wame sisi kupata kama vijana ili tuweze kujiajiri. Mtazamaji baraza